Raia wa Uganda hivi leo wameamka kupiga kura kuwachagua viongozi wao, ambapo katika nafasi ya urais, watakuwa na uchaguzi wa kati ya mwanamuziki mashuhuri aliyegeukia siasa Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine, au mwanasiasa mkongwe rais wa nchi hiyo, Yoweri Kaguta Museveni, aliyeongoza taifa hilo kwa miongo minne sasa. Uchaguzi wa hivi leo, msikilizaji, unafanyika huku huduma ya intanet ikiwa imezimwa na wanajeshi kusambazwa nchi nzima kuweka usalama, kitendo kilichotafsiriwa na upinzani pamoja na mashirika ya kiraia kama kitisho kwa wapiga kura. Tunaendelea kumtafuta mwanahabari wetu Carol Korir aliyeko Kampala, uh, Uganda huko, kufahamu kinachoendelea na bila shaka, Carol, unanipata vema? na kupata vizuri Ruben, subuhi ni njema sana. Pengine hali ikoje, na kwa sasa uko wapi? Sasa niko eneo la Magere ya, uh, kituo cha kupigia kura cha Magere Freedom Square ambapo mgombea wa urais wa chama cha NUP Robert Kyagulanyi anatazamiwa kupiga kura yake mwendo wa saa tano asubuhi ya leo. Kituo hicho kimeshafunguliwa, na kwa sasa kinachoendelea ni kuthibitisha kwamba vile visanduku havina chochote na pia kuthibitisha sajili ya wa wapiga kura, na hivi punde upigaji kura ama zoezi la kura litaanza. Tayari kuna mistari na kuna watu wengi ambao wamejitokeza kupiga kura. Ruben lichumbuka shwari hali ya usalama mm, ni shwari. huduma ya mawasiliano uh, ikoje? pamoja na hali ya usalama kama vile unavyosema. Je, kuna uh, wanajeshi wanashuhudiwa katika eneo hilo nam namna ambavyo idara ya usalama ilisema kwamba vikosi vyote vya usalama vitatumika kuhakikisha usalama katika zoezi hili. Kwa hivyo maofisa wa usalama ambao ni polisi mm, na wanajeshi wapo tayari kwenye maeneo yote ya kupigia kura kusaidia na kuhakikisha kwa kwamba hakuna kibaya ambacho kitachotokea, lakini unavyojua kwamba tume ya mawasiliano ilisitisha mitandao ya internet. Kwa hivyo ha hadi sasa hakuna mawasiliano nam, na hakuna huduma nyingi ambazo zinategemea internet.